Leo nilihitaji nije nikuonyeshe, uh, chereani hii hapa. Nitaelezea kidogo alafu nitakuonyesha namna ya kuweka mafuta kwenye chereani hizi za direct driver, sawa. Na mbele yako hapa kuna chereani ambayo ni Hong Kong. Uh, hii ni Hong Kong Plate number inasoma Hong Kong HK- dash 1901D. Ah uh, hiyo ndo mashine yenyewe ya Hong Kong, mashine mpya kabisa. Ninapoongelea mpya, kuna ule upya wa used, na kuna ule upya wa upya kabisa, haijafanya kazi, ndo mara yake ya kwanza. Kwa hiyo hii ni mpya, haijafanya kazi, ndo mara yake ya kwanza. Hivi unaiona hapa, inakuja kufanya kazi, sawa. uh, na mashine yetu ni wanaita computerizer ni kwamba inatumia system za kompyuta. Ukihitaji unaiseti itumie system za kompyuta na na, na, usipohitaji unaiacha tu inafanya kazi aa, kama kawaida sawa. Ni mashine kama mashine nyingine za juki jaki, sijui nini na nini, ni kama vile vile, sema hii ni ina mfumo mpya kidogo aa, si wa tofauti, lakini japo ni, ni, ni mpya kidogo sawa. Na kama kawaida inataa hapa, wacha kwanza niwashe kuwasha, inawashiwa aaa, hapa za kuwashia. Ah yes, hapo tayari imewaka. Na ukiangalia hapa, nataka nini, inafanya kazi hata usiku, ina tochi yani. Na hii hapa nido nido position kwamba ukigusa hivi ina na seti hapa nini, sindano, position ya sindano, okay. Hivyo ni vitu vya haraka haraka ambavyo naweza nikavielezea hapa. Hiki hapa kinazunguka kama kawaida, lakini sasa aa, aa, zile za, za, hizi zingine ni kwamba unatakiwa ubonyeze hiki kishuke chini halafu ndio hiki kinazunguka. Lakini hii iko tofauti, kuna kifaa kifaa kiko hapa, kwamba ukikibonyeza hiki kifaa hapa, una uwezo wa kuzungusha hii. Ni tofauti na zile zingine, hadi ubonyeze hivi au nyingine lazima ushushe kwanza hiki hii ndio inazunguka. Sawa, yani ushushe hii reverse alafu unazungusha. Hii na utofauti, hii na unaibonyeza hapa ina kifaa chake maalum unabonyeza alafu unazungusha. Unaweza kaenda kushoto au ukarudi kulia. Sawa? Kwa hiyo kwa hapa nategemeana utaseti ipi namba moja, namba ngapi? Ni wewe sasa kuona namna utakavyofanya. Sawa. Ah, hiyo ni kwa haraka haraka. Lakini leo nitaka tu nije nikuonyeshe namna ambavyo unaweza ukaweka mashinani mafuta kwenye chereani hizi hapa za za direct drive sawa. So, hivyo ndio namna ambavyo zinavyofanyika. Hapa juu kuna system ile ya kujaza uzi iko hapa huku, kuna sehemu ya kupandisha kupandisha, aa, kupandisha hii nini hapa pasi sawa. So, kupandisha pasi iko hapa nyuma, lakini pia ipo kwa chini huku, yaani ina sehemu mbili za kupandishia pasi sawa. So, eh? unaona kwamba ina sehemu mbili za kupandishia pasi, chini na juu. Ni ile kama mfano wa mtu ambaye unatumia butterfly, umeshazoea kupandishia huku kwa, unaweza kupandishia hapo, lakini kama ni mtu ambaye umezoea hizi za sasa hivi, unapandishia chini tu kwenye mguu bila bila shida yoyote sawa. Ah, kitu kingine upande wa nyuma ni kama kawaida, hakuna kitu chochote cha cha muhimu zaidi, tofauti na sehemu ya kuwashia na sehemu ambazo zimechomea kwa nyaya za za mashine sawa. Iko ndio kilikuwa kuhusiana na mashine hii. Pia dukani, mashine kama hizi dukani zina bei tofauti tofauti, used, ukikuta used, unaanza kuipata kwa kuanzia laki tisa kwenda juu, laki tisa, milioni moja, milioni moja na laki mbili, milioni moja na laki nne hadi milioni moja na laki sita una, unaipata ambao ni used, lakini ikifika, tunaita ni, ni mpya lakini inakuwa ni used. Sasa hii mpya kama mpya ambayo inaitoka kabisa labda kiwandani au dukani moja kwa moja, haijawahi kufanya kazi, sijajua bei zake, lakini ukihitaji, zinapatikana kwa kuagiza, pia wanaagiza. Ukihitaji pia unaweza ukaagiziwa, nasema unaweza kuagiziwa, lakini mimi siuzi cherehani, ila ukija kwangu nikuagizie, nitakuagizia niweke sawa hiki kitu. Hiyo ah, ilikuwa ni flash tu. Ni kwamba leo nahitaji ni kuonyeshe namna ambavyo unaweza ukaweka mafuta kwenye hii cherehani. A, asasa hii ya direct driver, kwa sababu ni direct driver haina mota, lakini kila kitu kimefungashwa kiko hapa. Sawa, kwanza tuzime, alafu kitakachofuata ni kwamba utainua hii chereani ni yani hivyo hivyo, kwamba utaisukumiza kwa upande huu. Sawa, ukishaisukumiza kwa upande huo, hapa chini kuna baki wazi kama uonavyo, kuna baki uwazi. Uwazi, wazi huu wazi ndio uwazi wa kuwekea mafuta, yaani hili tenki ndiyo tenki la mafuta, sawa. Aa, na hapa wamekuandikia high and low kwamba mafuta yakiweko hapa low, basi yako chini yanatakiwa ya, ya, ya, yafike kwenye, kwenye high, sawa. Hiyo ndo namna inavyofanyika na mafuta utakao yaweka kwenye chereani ni mafuta yale yale ya chereani ambayo huwa yanawekwa kwenye chereani sawa, mafuta yale yale, lakini kuna wengine wanatumia oil za magari, ila sio kinachotakiwa. Kuwekwa ni mafuta ya chereani kama haya, na mafuta haya pia yanapatikana kwa nani tofauti tofauti. Uh, yapo haya mililita mia, yapo ya mililita hamsini, na yapo pia lita moja moja, sawa. Ni wewe tu ukitaja, yanauzwa sijui shilingi elfu moja kitu kama hicho. Kao ndo hipo sasa. Itakachofanyika hapa ni kwamba tutaanza ku, kufungua moja baada ya jingine kujaza umu, sawa. Sijajua itajaa kwa lita ngapi, lakini mimi nitafungua haya mafuta afu nitakwambia imejaa kwa, kwa kiwango gani. Okay uh, imefika kwenye hai na nanii na, na, na, na, na, ni machupa sita yaani ya milzi mia mia sita kwa hiyo ni milzi mia sita nusu lita tayari, ndio imefikisha kwenye uh, kwenye yani nusu lita na, na zaidi yani milzi mia sita ndio imefika kwenye eneo lile la hai. Kwa hiyo mafuta hadi sasa hivi yapo kwenye kiwango hicho hapo Sawa? Hapo kiwango iko hapo mm. Sasa baada ya hapo, uh, unaweza labda ukajiuliza sasa, hii mashine mbona inawekwa mafuta huku uh, chini kuliko kunyunyuzia nyunyuzia kwenye eneo ze, yani matundu yale ya juu hii yeah. Ni tofauti kwamba hii inavuta inase, inapampu ya kuvuta mafuta kutoa chini kupeleka juu, yaani inatoa chini inapandisha juu na kupitisha kwenye vyuma tofauti na zile za kwetu, unaanzia unawekea unanyunyuzia huku juu, alafu mafuta yanashuka chini. Hapana, hii hapa pampu yake ni hii, sawa? So, hii ndo pampu kama unavyoona, kuna nini hapa uh, filter yaani, kuna filter hii imewekwa hapa juu, kwamba inachuja ina, ina yale mafuta inayasafisha, alafu inayavuta ina inayaingiza, kuna mpira huu hapa. Huu mpira sasa ndo unatembea una, una tembe, unatembeza mafuta kwenda kwenda juu kondo hivyo, ukishajaza kama hivyo, kitakachofanyika hapo ni kwamba sasa unaishusha sasa chereani yako na, kuwa, na kuiwasha, alafu unaiwasha na, una una na kuiendesha ili kwamba mafuta yapande juu. Okay, ukisha ukishafanya hivyo na ukiwasha ni kwamba kuna eneo fulani hili hapa juu, sawa ili hapa juu, ili ili eneo kama mafuta yamo, unaona yatakuwa ya, ya yanaruka hapa, utakuwa unayaona hapa mafuta yakiruka hapa juu sawa. Kwa hiyo mi nitafanya ku- kuendesha hii nini hai hapa, ukiangalia, kwa nini anakuja juu sawa. Kwa hiyo hadi hapo nakuwa umeshamaliza utakapoendesha, kule mafuta yanavutwa, yanakuja hapa juu, utayaona hapa juu kama yajafika hapa, basi ujue mafuta kule hayavutwi. Lakini unapoendesha unaona yanaruka hapa juu. Uh, sio kuruka kwamba eti yanatoka nje, hapana. Yanaruka yanagonga ya kwenye hichi kioo kilichoko hapa, yanaonekana kwamba mafuta yanafika kondo hivyo. Kwa leo ilikuwa ni hilo, tutakuja kuongelea mengine kwa siku nyingine. Karibu.